Namshukuru Mungu Baba kwa ajili ya siku ya leo, tarehe ya leo ijumaa hii ambayo tunasema tunaadhimisha Ijumaa Kuu. Neno la Mungu asubuhi ya leo ambalo nataka tushirikiane na tujue nini Mungu anataka kusema, Isaya 53:5. maneno ya Mungu yanasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na adhabu ya imani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Alijeruhiwa, alichubuliwa, ni wakati gani? Wakati Yesu anapata vile viboko pale kadhaa, Biblia inasema wakati anatandikwa kila mahali, maana yake alikuwa anachukua laana zetu, alikuwa anachukua maovu yetu yote ambayo yalikuwa bado hayatokea. Kwa hiyo ninaomba ijumaa hii laana yoyote maovu yoyote aibu yoyote ambayo iko juu yako, inaiondoa katika jina la Yesu Kristo ndani hai. Bwana aiondoe na kuikomesha, na haijalishi kwamba iko kwa namna gani, maadamu alishachubuliwa wewe, naomba ukimbilie kwa Bwana kama hujafa upo, kimbilia kwa Bwana na si tu ambayo imeshatokea, hata ambayo kabla, kwa sababu anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, adhabu ya sisi kuwa na amani ilikuwa juu Yesu. Kwa mahali popote unaweza kukimbilia ukiwa kwenye mateso, ukiwa kwenye adhabu, ukiwa kwenye aibu, ni kwa Yesu, sio kwa mtu, wala sio kwa mwanadamu. Haijalishi ni kesi, haijalishi ni changamoto, ni vikao vya namna gani, lakini maadamu wewe utakimbilia kwa bwana Yesu, maadamu utakimbilia kwa bwana Yesu na ukae hapo kisawasawa na hapo bila kujali tena nini itatokea, wewe kaa hapo mzima mzima, amini litapita. Alafu gafula Mungu atakutoa kwa namna ambaye anajua yeye. Haleluya, kaa, ninakuombea mtu wa Mungu Pasaka hii katika jina la Yesu, juu ya watoto wako, juu ya mke, juu ya mume, ninaiondoa aibu katika jina la Yesu, ninaiondoa katika jina la Yesu. Haijalishi mimi nimepita mambo magumu sana sana, ambayo wakati fulani nitatoa ushuhuda ikimpendeza Bwana, lakini haijalishi, usifikiri watumishi a wapitaji wanapita ni vile watu pate nafasi ya kusema ili tusiumize watu wengine, ili tusiwakatisha dama, lakini mapito yako ila kinatotusaidia ni kukimbilia kwa Bwana, ni kukimbilia, na ndio Yesu ndio baba yetu, lazima ukimbilie hapo. Utakimbilia kwa nani sasa? Ninaomba mkoza Mungu zikae juu yako katika jina Yesu Kristo, damu ya Yesu ikae juu yako katika jina ya Yesu Kristo. Uliye mgonjwa, uliye safarini, uliye kwenye vikao, kwenye kesi, kwenye changamoto yoyote, damu ya Yesu ya Pasaka hii katika damu ya Yesu Kristo pogea katika jina la Yesu Kristo. Hiyo damu damu ya Yesu Kristo, sikiliza. Ukisogea mbele kwenye Matendo ya Mitume sura ya ishirini na mbili mstari ishirini na nne anasema, yule jemedari aliamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake na kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampiga hata wakampigia kelele. Huyo alikuwa ni Paulo akiwa Rumi kule na anasema jemedari naye aliamuru kwamba apigwe mijeledi kama alivyopigwa Yesu. Kuna kitu nataka ni kufundisha hapa, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Sasa ukisoma ile habari kwenye matendo yote utagundua kwamba pale chini Paulo baadaye alijitambulisha kama Mrumi, akatoka mahali pale. Lakini mimi siko kusema sana mambo ya Paulo siku ya leo, najaribu kuonyesha kwamba kupigwa kwake Yesu ile mijeledi ilikuwa ni kuchukua sababu ya madhaifu yetu, sababu ya magonjwa yetu, sababu ya matatizo yetu, kuisogeza msalabani. Kwa hiyo ilikuwa kabla alipigwa, alipigwa ili kabla hata alichubuliwa, ili kwa hiyo hata ambayo bado haijatokea, Mungu akuepusha na akuvushe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Waraka kwanza Petro mbili ishirini na nne. Neno la mwisho hapa linasema yeye mwenyewe, yaani Yesu Kristo, Bwana asifiwe. Anasema au, au ngoje nianze ili uweze kupata kwamba ninataka, ninataka mshina mmoja. Anasema kwa sababu hiyo, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Ukitukanwa, ukiaibishwa, ukifanyiwa mabaya, usirudishe, nyamaza, tubu na usikatae. Iwe kweli, iwe uongo, wewe kiri, tubu, mwambie Bwana, mimi ni mwanadamu mwenye udhaifu, haya wasemayo ni kweli, kwa sababu mimi ni mnyonge, mimi ni mdhaifu, sijui ninayopitia ni kwa ajili yangu, kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mama, kwa ajili ya wanangu, lakini ninaomba unirehemu sana. Tena wasa mwingine achiliana sadaka, unameve Mungu, ninaomba unirehemu Sikiliza, anasema usirudishwe, kwa sababu hakurudishwa. Kinachotupa sida sisi ni kubishana na watu wetu, kubishana na wenzi wetu, kubishana na wazazi na ndugu zetu, ili tuonyeshe kwamba tuna haki katikati ya wanadamu fulani. Hapana, ninakutia moyo katika jina la Yesu. Anasema usirudishe, hakurudisha. Alipoteswa hakuogofya hakukataa, alipotukanwa hakutukana. Kwa nini sisi hatuna moyo wa uvumilivu na ustahimilivu? Usitukane. wewe ni kahaba sawa, wewe ni malaya sawa, wewe ni, sawa wewe ni mchawi sawa, nenda magotini, tubu, ili hukumu ya haki ije kwa Bwana. Wewe hakikisha tu umetubu na umeacha. Fimbo ya Mungu haichelewi, itarudi tu, lakini usirudishe. Ukisharudisha umeshamweka Mungu pembeni, hiyo vita hawezi kuingilia tena maana tayari umeshajiingiza Mwachie hiyo nafasi ili yeye mwenyewe hukumu anavyopenda, lakini wewe usiingie tena kujibishana na watu. Wewe wache wazungumze, wee, kisha tu ingia kwenye maombi ya toba tubufuta, mengine mwachie yeye. Amini na kuambia, utakuja kunishukuru s zitakuwa juu yako na kwa majira ambayo ajategemea, utaona matokeo, utaona akikupigania dhidi ya adui. Sasa ule mstari wa ishirini na nne akasema, yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, yani msalaba, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kwa hiyo ile kupigwa, ile kusulubiwa, ile kutundikwa Msalabani ni heshima. maana yake ni nini? Unapopitishwa kwenye aibu, unapopitishwa kwenye changamoto, unapopitishwa kwenye magonjwa, kwenye makesi, kwenye migogoro, kwenye kuvunjwa moyo, kwenye kuteswa, aniheshima kwamba wewe ni mtu fulani. Vumilia, usijibu, nyamaza, nyamaza, wacha iende kama utakufa. Nilishaandika kwenye moja ya status zangu kwenye mtandao wa WhatsApp, ambao baadaye nitawapa namba hizo. Hakuna jinsi unaweza kuwa msafi kama hautaonekana kuna uchafu. Unaenda kuoga kwa sababu gani? Kama wewe sio mchafu, unaoga kwa sababu unahisi kuna jasho la mwili, umetembea siku nzima, ndio maana unaenda kuoga. Sasa wewe wa hauchafuki kwa chochote, hauna chochote ambacho kinapita, unaenda kuoga nini? Lala hivyo. Kwa hiyo unapopita, aelewa tu kwamba ni hasawa Kipi umekianzisha wewe? Hakuna. Kwa hiyo wewe, amini hilo nalo litapita katika, alimradi usirudi hapo, lakini yeye, amini litapita. Wacha wengine wakiendelea na kujadili na kujadili na kujadili. Msikiliza mama mwenye hekima, mtoto akija akamwambia mama, hey, nimepupu kule shambani, nimejisaidia. Umejisaidia wapi? Nasema shambani, halafu kafanya nimefukia asi ase atamkuruude tena alafu atamfanyia usafi ule mtoto, kama ni usafi kama ni komtawaza sabani kwa kutumia hilo, lakini atawata ata, hivyo lakini, mama Zena akimwambia umejisaidia wapi, kaza shambani huko kwenyu, ukafukia twende, huyo huyo huyo huyo, anafika pale anafukua kile kinyesi. mmm, kwe sasa kwepo hey, kwepo hapo sasa, kilichompeleka mpaka kwenda kufukua kile kinyesi ni nini? Tena anatafuta nini? kwa huyo mtoto anapo anaanza kurudi na hela ya rufua mtoto amekunya ukame kwa huyo ni mama asiye na hekima. Kuna muda usitafute sana huyu mtu kakozea wapi dhambi yake ni nini? Ah, ah we mbebe vile amekuja, mpokee, mtie moyo, akikiri sawa, muombe mbele za Bwana. Hiyo ndio kazi Yesu ya kufanya. Kwa hiyo mara nyingi tusiulize sana alifanya nini. Hayo yaliyopita yaache, mwachie Bwana. Haijalishi watu wana hasira na uchungu kiasi gani, sio? Usifikiri hata mimi, kuna watu wananichukia sana, wananiwazia mabaya sana, lakini nikianza kuwawaza, aa, wewe mkabidhi Bwana njia zako. Lile atakalotokea mbele yako ni saizi yako, alimradi unahakikisha kwamba refyuji yako umejegemeza mbele za Bwana. Nguvu ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo hai. Kupitia kwa resima hii kesho, Jumapili, Jumamosi, Jumatatu, Jumanne na siku zijazo, damu ya Yesu Kristo ikuondolee hiyo aibu, huu um, mzigo uliobeba kwa muda mrefu. Bwana akuondolee katika damu ya Yesu, na kila maneno yanayoneno juu yako usirudishe, nakuomba tena usirudishe wewe kiri, sawa, nenda. Wakiamua kuonyeshana wewe, ah, ah. Alimradi usirudi huko, utampa Bwana nafasi ya kushughulika nao kwenye kitu cha hukumu. Haleluya! Eukwaiyo, ninakuombea sasa hivi, funika macho yako, weka mkono mahali panaumwa, lakini kama una mahitaji yako, pokea nguvu za Mungu. In the name of Jesus, ninakuombea baraka za Bwana mahali ulipo. Damu ya Yesu ikapate kukubariki Yesu ikapate kukufunika, damu ya Yesu ikapate kukugusa, damu ya Yesu ikapate kukutakasa, ikuondolea aibu, ikulete heshima, ikulete watu wa maana, katika jina la Yesu. Ninakubariki sasa katika damu ya Yesu, na kwa maneno haya, kwa kupigwa kwake utapona. Wale wanaosubiri kusikia msiba wako wataona utukufu wa Mungu, usiwajibu Mungu. Mungu akubariki sana. Naitwa mtumishi Onesimus Aleko wa Fred Mark kutoka Arusha, fuatilie kule TikTok, fuatilie kule YouTube, kule Facebook na WhatsApp. Nguvu za Mungu ziwe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Namba za simu ziko hapo juu kwenye mitandao, kwa utaweza kucheki hapo kwa ajili ya maombi na mambo mengine. Mungu akubariki sana na hakikisha unatoa sadaka yako kwa ajili ya mwezi huu, toa sadaka yako kwa ajili ya mwezi huu kwa resma ambao tumekuwa nao achilia sadaka yako, yani kwa ajili tu ya huu mwezi wa karisma, achilia sadaka yako, achilia sadaka yako kwa ajili ya mwezi huu tu. Inawezekana ukufunga, inawezekana ukupata nafasi ya kufunga hata siku moja, achilia sadaka, mwambie Bwana kwa kumbukumbu kumbu lile la ondoleo la dhambi, ninaachilia sadaka hii, achilia sadaka yako na Mungu akubariki na ukis. Ukisikia ndani yako ya kwamba nitaungana na mtumishi wa Mungu Fredi kwenye maombi haya kwa njia ya sadaka, basi namba za simu ziko hapo juu. Achilia baraka za Mungu, ili mbwana aendelee kuwa pamoja na we. Mungu akubariki sana, popote ulipo, in Jesus name, amen. God.